Uhali gani mtazamaji wa GFT Online TV, moja kwa moja itakwenda kukusogezea taarifa mbalimbali ikiwemo eh, taarifa ya kampuni ya usafirishaji ya Mwembe Logistics ambapo imeweza kurejesha tabasamu eh, kwa wanafunzi ambao walipata janga la moto katika shule ya sekondari ya Makanya. Moja kwa moja basi, usisahau ku subscribe, ku like, ku share na kukomenti. Jina langu ni Tobias Kisima moja kwa moja tuweze kusikiliza taarifa hiyo. Kampuni ya usafirishaji ya Mwembe Logistics imetoa msaada wa magodoro, vyandarua, matraka pamoja na taulo za kike kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ya Makanya wilayani Same mkoani Kilimanjaro waliopata hadha ya bweni kuteketea kwa moto Februari kumi na nne mwaka huu majira ya saa kumi na mbili asubuhi. Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo kwa mkuu wa wilaya Same, Afisa Masoko na Uhusiano wa kampuni hiyo, Janeth Mtui alisema kuwa, msaada huo ni sehemu ya kuwatia moyo na kuwafariji wanafunzi hao kutokana na madhara waliyoyapata. Janeth alisema kuwa, kampuni yao imekuwa ikijitolea kuirejesha e, katika jamii kile ambacho wamekuwa wakikipata, lengo ni kuhakikisha jamii inafurahi kupitia kampuni hiyo. Na nukuu, bweni lilitokea kwa moto lilikuwa likikaliwa na wanafunzi wa kike wapatao ishirini na mbili na vitu vyote vilivyokuwamo viliteketea kwa moto hivyo sisi kama Mwembe Logistics tumeleta magodoro ishirini na mbili matranka neti na taulo za kike lengo ni kuhakikisha tunawarejeshea tabasamu pamoja na kuwafariji ili waweze kufikia malengo yao mwisho kunukuu alisema Janeth Aidha aliongeza kuwa, kampuni hiyo imekuwa na tabia ya kuwashika mkono wa jamii na kudai kuwa wataendelea kushikamana na jamii katika maeneo mbalimbali. Kwa upande wake, Mkuu wa wilaya ya Same, Kasilda Mgeni aliwashukuru wadau mbalimbali ambao waliojitolea kwa hali na mali katika kuwakimbilia wanafunzi hao na kuwarejeshea tabasamu. Mkuu huyo wa wilaya aliendelea kuwaomba wadau mbalimbali wenye nia njema kuendelea kuisaidia shule hiyo ili kuwezesha kurejesha mazingira kama yalivyokuwa awali ikiwamo kujenga jengo hilo jipya la bweni lililoteketea kwa moto. Na nukuu, wanafunzi ambao mlikuwa mnawatumia lile bweni lililoungua, ni watoe hofu, mtaendelea kusalia kwenye bweni la wanafunzi wa kidato cha tano na sita mpaka pale ambapo takapojenga taka bweni jipya maana hili lililoungua limeharibika sana na halifai kukarabatiwa, mwisho wa kunukuu, alizungumza Kasilda. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Same, Abdallah Mnyambo aliwashukuru wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakijitoa tangu kutokea kwa tatizo hilo. Alitumia pia nafasi hiyo kuwataka walimu na wanafunzi kuhakikisha wanalinda miundombinu ya shule, kwani serikali imewekeza fedha nyingi kuboresha sekta ya elimu, na huo ndio mwisho wa taarifa hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe mwanafamilia wa Gifty Online TV. Jina langu ni Tobias Kisima.